Yeye, ki ukweli mi nishachuka sana. Kwa kipindi hiki ambacho shemeji ni mjamzito, inakupaswa uvumilie, kwa sababu kipindi ambacho wanawake wanakuwa wajawazito, wewe unakutwa na mambo chungu nzima, yani hapo kesi zitakuwa ni nyingi. Sawa, mimi shemeji yako alikuwa ni mjamzito, alikuwa kiniona tu hivi anatapika. Nafikia kipindi ananiambia kwamba ninuse kwa, kwa, kwa paraka alikuwa anavua shati mona, mimi nanusa nini kikwapa. Na ukiangalia ndani yani, yani ya kikwapa kuna uwele unajua uwele, yaani nywele zimeambatana nyeupe nyeusi nyeupe nyeusi. Aya, unanusaje hicho kikwapa hicho? ujauzito huu mimba hiyo? mana aya, wewe kitu kidogo kitu naanza kuharamika. Inakupaswa, inakupaswa uvumilie Wanawake wanaposhika mimba kuna vitu ambavyo vinaenda lesi.